Amezaliwa miaka zaidi ya 40 iliyopita katika hospitali ya jeshi Mbarizi Camp. Amezaliwa kijana shupavu mwenye kipaji, mwenye karama na kuburi, naye si mwingine ni Hussein Mohamed Msopa al-maarufu Sharif Majini International. Baada ya miaka 40 kupita, wakahamia jijini Dar es Salaam akiwa na mwaka mmoja akiwa ni mtoto wa tatu katika familia ya mzee Muhammad Msopa ambaye ni marehemu, Mungu amlaze mahala pema peponi. Walihamia katika mji wa Mabibo na maisha yake na masomo yake, alisoma Mabibo Jeshini au Mabibo Pogoroni, shule hii ipo katikati mwa kambi za jeshi. Na baada ya kumaliza masomo yake Mungu akampa kipaji na akaanza kusoma elimu ya dini chini ya mjomba wake Sheikh Salum Juma Mwichengo, ambaye huyu ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayubu wa Tanga. Na alisoma elimu ya dini zaidi ya miaka minne, na baada ya hapo akaingia katika elimu ya ulinganiaji, yaani masuala ya kuhubiri na kutoa maneno ya Mungu dini mbalimbali mbali. Katika safari yake ya kwanza ya mambo ya ulinganiaji alifanikiwa kwenda nchi mbali mbali ikiwemo Afrika Kusini, Malawi, Namibia, Angola, Zambia, Botswana, pia alifika mpaka Kongo, ambapo kipindi hicho vita ilitawala sana, na huko alifanikiwa kukutana na ulamaa mkubwa ambaye alitoka nchi za magharibi mwa Afrika, alitokea Senegal. Alikuja katika nchi ya Kongo kuja kuhubiri na alibahatika kumwona Sharif Majini International akitoa hotuba katika kambi ya wachimbaji madini ya almasi, na yule shekhe alimpenda sana na akamwambia, nitakupa mafundisho namna ya kuhubiri na namna ya kusaidia watu, na ndipo alimpa hijaza ambayo ilimpa fursa ya kuweza kutumia na njia za kuweza kupita kusaidia watu wenye matatizo mbalimbali mbali, kama matatizo ya kijini, kibiashara, maisha, nyota na kadhalika. Na hapo ndipo Sheikh Sharif Majini International akawagumzo sana. Yule shehe akamchukua akampeleka Kinshasa. Alipofika Kinshasa, alikutana na Luten Kanali Adam Makawia ambaye alikuwa mstaafu wa jeshi na alimwambia twende kwangu Dar es Salam maeneo ya Mbezi Bichi ukafanye dua. Ndipo akakatiwa tiketi ya kutoka Kinshasa mpaka Lumumbashi, Lumumbashi mpaka Zambia, Zambia mpaka Dar es Salam. Na elimu ya kutibia na taaluma aliipata Kongo katika mji wa Chikapa ambapo huko almasi inatoka. Na katika safari zake zote aliporudi Dar es Salam, alianza kupita msikiti mmoja hadi mwingine. Watu alimpenda sana na kumkubali, kwani zaidi ya miaka miwili alikuwa amesafiri. Na aliporudi alipata mialiko ya kwenda nchi mbalimbali. Alikwenda Nairobi, Ethiopia, Hong Kong, pamoja na kisiwa cha Thailand, huko Bangkok, na huko alikwenda kwa mialiko ya kijana aliyekutana naye Lusaka, ambaye ni Mzambia ambapo alikutana naye akiwa anasaidia watu wenye stroke na majini. Sio tu Tanzania, bali majini yapo dunia nzima. Sheikh Sharif Majini International. Moja kati ya vitu vikubwa alivyovifanya Tanzania ni kufungua kituo kikubwa Zanzibar, maeneo ya Kariakoo ambacho kilidumu kwa zaidi ya mwaka mmoja, na baadaye aliporudi Tanzania alifanya mkutano wa kwanza ale Diamond Jubilee ambapo miongoni mwa watu waliohudhuria ni aliyekuwa Sheikh wa mkoa wa kipindi hicho ni Alhad Musa Salim. Lakini alifanya mkutano huo katika mikoa mengine kama Mwanza, Arusha, Moshi na Tanga pamoja na mikoa mengine, ambapo huko kote alifanya kazi kubwa. Sheikh Sharif Majini alirudi tena da na kufanya mkutano mkubwa pale pale Diamond Jubilee, ambapo mara hii ukumbi ulijaa na hapakuwa na sehemu ya kutia mguu. Mamia na maelfu ya kinamama walihudhuria na alifanya maajabu makubwa ya kukusanya hirizi, kwa sababu alifanya dua kubwa sana katika usia huu na maneno haya. Baada ya muda mrefu kupita na kuwa kwenye mapumziko, sasa anarejea rasmi kusaidia watu wa nchi zote na dunia kiujumla. Endelea kumfuatilia katika mitandao yake ya kijamii kwa kuandika Sheikh Sharif Majini International.